Alikuwa mtoto wa baba yake kipenzi, na hilo halikufichika kwa ndugu zake. Waliuona upendo aliokuwa akipewa, wakahisi kama hawapo, wakajaa wivu. Kwao alikuwa kama kivuli tu, kijana mmoja mwenye ndoto nyingi. Walianza kumchukia kimya kimya. Hawakumpiga ila walimtenga kwa maneno, walimpuuza kwenye meza, walicheka wakimkashifu kila alipoongea juu ya ndoto zake. Ndoto zake zilionekana kama giza kwao, lakini kwake zilikuwa kama pumzi ya mwisho anayoshikilia akiwa ndani ya dimbwi la mateso yasiyoeleweka. Siku moja walichoka kumvumilia. Walimpeleka mbali mahali pasipo na watu, pasipo na tumaini. Wakamvua vazi lake ambalo lilikuwa kama ishara ya upendo wa baba yake. Wakamtupa shimoni. Baadaye wakamuuza kama bidhaa ya bei rahisi, akatweka machoni pao. Walimfutilia mbali, hawakuwahi kumtafuta. Hakukuwa na meseji wala majuto. Na huko alipokwenda hakuwa na jina, alikuwa tumtumwa. Aliumia, aliishi maisha yasiyo yake. Alilia sana usiku, lakini hakuwahi kusahau ndoto zake. Miaka ilipita. Mateso yalizaa hekima, upweke ulimfundisha kusikiliza sauti ya utulivu, na maumivu yalimfunua heshima ya uvumilivu. Mpaka siku moja aliitwa tena, lakini si kama mtumwa. Aliitwa kama msaada wa taifa. Alikaa kwenye kiti cha pili kwa ukubwa katika nchi ya wageni. Alipewa pete, gari na mamlaka ya kusema nani aishi na nani afe. Na siku hiyo ilifika ambapo ndugu zake walikuja wakilia njaa. Walisimama mbele yake, hawakumtambua lakini macho yake aliwaona wote. Hakuwapiga, hakuwalaumu, aliwasaidia, kwa sababu kule alikokataliwa ndiko alikofundwa kwa ajili ya kuokoa waliomuumiza. Jina lake aliitwa Yusufu, kijana aliyekataliwa na watu wa damu yake mwenyewe, lakini Mungu hakumkataa bali alimtumia kuwa msaada wa kizazi chake. Kama wewe pia ulishaachwa, kusahauliwa au kuumizwa na wale uliowaamini, usikate tamaa. Maumivu yako si ya bure. Yule Mungu wa wote wenye mwili anayaona yote na atakulipia. Sasa anakuandaa kwa ajili ya nafasi utakayosaidia hata waliokutupa. Anataka uwe mwenye rehema kama yeye alivyo mwenye rehema. Mungu anakupenda, usikate tamaa. Hata sasa yupo anajishughulisha sana na mambo yako. Haupo peke yako.